Majina, anaitwa Isaac Mwasile mkazi wa kijiji cha Ntinga. Hii hali ya mafuriko ilitokea muda wa saa tisa na nusu ambapo mto uliacha njia yake na kusambaa mitaani. Hali ilikuwa ni ngumu, kwa sababu maji yalikuwa ni mengi, hasa kwa wazee ambao wajiwezi walikuwa wanapata shida jinsi ya kuhu, kujihami, kwa hiyo tumepata shida sana ah, wananchi tumewasilika pamoja na vyakula kupata kuingiwa maji, wengine majiko nani, nyumba zingine kubomoka, kwa hiyo kidogo imetuasiri, hata mazao mengine yameharibika. Jina naitwa Priska Danke ni Msukwa, nyumba yangu imezingiriwa maji, yako bado mpaka ndani, hata kwenye ardhi ziwezi ukakanyaga hivi, naangaika kutafuta nyumba ya kukaa na watoto ndipo tulikuwa tumelala, hatuja kutambua kitu. Baadaye wakaja majirani kuja kutuamsha, amkeni maji, maji, tunavyoamka yakawa yameingia ndani. Lakini pia tumeendelea kukumwa na changamoto ya maji, kwa sababu visima vingi ambavyo tulikuwa tunavitegemea vimejaa na maji, lakini bado vyo vyote karibuni asilimia tisini na tisa vimefumuka. Kwa maana hiyo hata haya maji ambayo yanatiririka haya hayana usalama wa kutosha, bado ni maji ambayo yanatoka kwenye vyoo. Kwa hiyo muda wowote kuanzia sasa hivi, ni waombe wananchi wa Msangano tuendelee kuchukua tahadhari, tahadhari kubwa, kwa sababu tunaweza tukapata mlipuko muda wowote. Kwa hiyo niombe haya maji yanayotiririka, siyo maji ya kuyafuatilia sana. Kila mtu achukue tahadhari. Ukiona umeanza kupata dalili za kuharisha au kutapika, tafadhali Nenda kwenye kituo cha kutolea huduma haraka haraka kwa sababu haya maji tunayoyatumia kwa sasa hivi sio mazuri sana. Niseme tu mafuriko haya yanatokana na mvua nyingi ambazo zimenyesha jana hasa kwa wilaya za jirani, wilaya ya Ileje pamoja na wilaya ya Mbozi na maeneo ya kule Tunduma. Kwa hiyo zimesababisha mto wetu huu wa Nkana kufurika, na kama mnavyojua, mto ukifurika maji yanatafuta pakwenda. Kwa bahati mbaya maji mengi yakawa yamekuja katika maeneo haya, na kwa taarifa ambayo mlionipa ni kwamba tayari mmeshachagua shule ya Msangano pale kwa wale ambao bado wamezingirwa na maji na hawezi kurudi kwenye maeneo yao, basi wakakae pale kwa muda, ili tukitafuta namna ya kufanya hmm. Lakini timu ya maafa au kamati ya maafa ya wataalamu ya halmashauri ilifika maeneo haya na imekusanya taarifa za msingi ambazo sasa itakuja kutushauri kamati ya maafa ya wilaya tuone hatua za kufanya. Lakini niwape pole sana wale ambao mmepoteza e, kwenye mashamba mmepoteza mazao yenu, nyumba zilizoingia maji, watu vyombo vimeathirika, vime, vime kwa wale ambao wameweza kuvitoa na kuvianika, tunaendelea kuwashauri waendelee kufanya hivyo lakini kuna wale ambao wamepoteza vyakula, lakini vile ambavyo vinaweza kuanikwa viendelee kuanikwa. Na mmesema kuna wale ambao wamepoteza mbolea. Sasa kwa waliopoteza mbolea, ngoja na nami nilichukue, tukachakate na wenzetu, tuone ni namna gani ambavyo tunaweza kusaidia katika hilo.